Licha ya serikali kuboresha miundombinu ya huduma za tiba ya dawa ya usingizi na ganzi katika hospitali mbalimbali mbali nchini, bado inakabiliwa na uhaba wa madaktari bingwa bobezi wa tiba hiyo, hali inayotishia usalama kwa wagonjwa wakati wa upasuaji. Kwa mujibu wa Rais wa Chama cha Wataalamu wa Dawa za Usingizi na Ganzi Tanzania Sata, Dr. Edwin Lugazia, kwa sasa nchi ina takribani madaktari bingwa mia moja ikilinganishwa na mahitaji ya zaidi ya madaktari bingwa elfu moja ili kukidhi uwiano unaopendekezwa wa daktari mmoja kwa kila wagonjwa elfu mbili akizungumza leo Jumatano, Mei 7, 2025 kwenye mkutano wa tisa wa mwaka wa kisayansi ulioshirikisha wanataaluma na watoa wa huduma wa dawa za usingizi na ganzi nchini Tanzania, Afrika na nje ya bara la Afrika, Dr Lugazia amesema pia, ambaye pia ni rais wa shirikisho la vyama vya wanataaluma watoa wa dawa za usingizi na ganzi Afrika Fasa, amesema pia kuna uhaba wa madaktari bingwa bobezi kwa watoto nchini ambapo kwa sasa wapo watano pekee, hivyo kupelekea watoto wanaozaliwa na kuhitaji dawa hizo kwa ajili ya upasuaji kutopata kutoka kwa wabobezi. Kiuhalisia, huduma za usingizi na ganzi katika Tanzania bado tuko nyuma kidogo. Serikali imejitahidi, imetuwekea vifaa, theater zipo, mashine za kutoa dawa za usingizi zipo, monitor zipo, dawa zinapatikana. Bado tuna changamoto kwenye idadi ya watu wa huduma. Nchi kama nchi madaktari bingwa dawa za usingizi hatuzidi mia moja kwa population au kwa idadi ya watu ambao ni kama milioni 60 na kwenda juu itakiwa tuwe na watu kama watano wanataaluma kwa kila watu laki moja sisi tuko mia moja kwa maana yake tunatakiwa tu kama 1,200 na kuendelea kwa bado hatujafikia na ukija kwenye wanataaluma kutoa dawa za usingizi kwa watoto waliobobea tunao watano tu katika nchi watu tano, watano katika nchi. Maana yake huduma hizi zinatolewa kwenye hospitali za taifa au hospitali za kanda. Kwa ukija kuangalia wale watoto wadogo waliozaliwa mpaka wengine ambao wanahitaji dawa za usingizi kwa ajili ya upasuaji, wengi hawapati huduma za kibingwa, hawapati huduma za maspecialist, ko kama nchi bado tuko mbali sana, tunahitaji tukimbie, tuache kutembea eh? Yes. Tukihitaji kuongeza maspecialist maana kupata obsession ndio wanaenda kubobea tena kwenye kutoa huduma za usingizi kwa watoto. Na ukija tena kwenye upasuaji wa moyo, tarajia specialist wa watoto kwenye watoto, kwenye upasuaji wa ubongo hivyo hivyo. Oh, kwa bado tuko nyuma sana, at least kuweza kupata tajiri leo ya pili madaktari bingwa walibobea kwenye watoto, wanaweza kanga wakawa kusubscribe kwa kama nchi tuwaombe serikali, wadau wetu wa afya, wananchi wenyewe tuipige tu, tu, tu, tu, tu, tu debe kwamba tunahitaji hawa watu huduma za dawa za usingizi na na specialists vile vilevile, tufikie kupata wabobezi kwenye dawa za usingizi kwa huduma za watoto wa watoto, na ili tufikie huko, inabidi tujitoe, tuhakikishe kwamba angalau kila mkoa kwa kuanzia uwe na specialist kwa dawa za usingizi na ganzi ambaye ataweza kuhakikisha kwamba dawa za usingizi salama akiwa na wanapata ICU ambayo ni salama, and then from there tukitirika mpaka kwenye wilaya kila wilaya ikiwa na mtaalamu mmoja angalau, unaweza kusema kwamba ile lea kwanza kutoa huduma salama kwa watoto tutakuwa tumefikia. And then baada hapo tuweze kuwapeleka mmoja mmoja waweze kubobea. Tunashukuru serikali ya awamu ya sita imejitahidi kuwapeleka watu nje, na ndio maana tumepata wengine watano ambao wamepata ufadhili wa shirikisho la watu wa dawa za usingizi ulimwenguni, WFSA, chama chetu, pamoja na wenzetu ambao wanatoa mafunzo katika Afrika na mkakati ulionao kwa saizi kuhakikisha kwamba tunaanzisha mafunzo nchini kwa saizi. Upasuaji wa watoto tumeshaanza super specialization training ya upasuaji, tungetaka ile iende sambamba na watu wa dawa za usingizi, maana kimtraining upasuaji akabobea, lakini mtu anatoa dawa za usingizi na critical care hayupo, unakuwa unafanya kama vile mambo hayaendi. Tutakuwa natoa huduma nusu nusu, kwa tungetamani kama tumeanzisha upasuaji wa watoto wa kwa ubobezi na dawa za usingizi tuende vile vile. Kwa serikali tushike mkono kupitia vyuo vyetu vilivyopo nchini na hao wenzetu, tuanzishe hizi fellowship kama sio kwenye vyo rasmi, hiyo mafunzo kwa vitendo, ambao wataweza kusoma hapa nchini na kusoma nje. Wataalamu tayari tunao, hospitali tunazofanya upasuaji kwao. Tunahitaji mwongozo wa serikali kuhakikisha kwamba wanatupatia sapoti ya hali na mali na kuhakikisha kwamba wanaofanya mafunzo wanatambulika na wanapewa stahiki zao. Athari ni kubwa sana za, za upungufu wa madaktari wa kutoa dawa za usingizi, kwa sababu kada hii kidogo ina, ina changamoto ya watoa huduma ni wachache, hasa kwa upande wa madaktari, lakini tunajitahidi kuongeza training kwa, kwa madaktari na wauguzi pia. Lakini pia athari ni kubwa, kwa sababu kundi la watoto wanahitaji uangalizi mkubwa zaidi kuliko kwa watu wazima. Kwa hiyo hii uh, gap ambayo madaktari ni wachache hasa ambao wana deal na watoto ina uh, inapelekea kuwa na complications nyingi sana kwa watoto na pia uh, operation nyingi za watoto wakati mwingine zinashindwa kufanyika nchini. Kwa hiyo inawalazimu watoto pia kwenda nchi nje za nje, za nje kutafuta huduma hii ya kitaalamu ya operation na pia ya, ya dawa za usingizi na ganzi. Kwa hiyo tunaendelea ku, ku, ku train wa, wa, madaktari wengi zaidi ili waweze kutupa huduma hususani kwa watoto na pia kuongeza uh, wigo huu uh, wa utaalamu wa kutoa dawa za usingizi kwa watoto. Naitwa Dr. Amos Zakaria, ni daktari bingwa wa dawa za usingizi na ganzi, nimebobea uh, kwenye upande wa watoto, ninatoka hustari ya rufaa ya Kanda ya Mbeya Uh, madaktari kwa ujumla wanapaswa kuandaliwa wakingali bado wanasomea ile digrii uh, yao ya kwanza. Kwa hivyo eh, kama madaktari wa dawa za usingizi na mabingwa na bombezi pia tunahakikisha kwamba eh, wanafunzi wanaanza kuhudhuria katika department uh, ambao ni idara zile zinazohusika na utoaji wa dawa za usingizi na ganzi mapema zaidi, na kujaribu kuwapa, tunasema ile hamu na kuambia kwamba tatizo nchini ni kubwa, tunahitaji watu wengi zaidi wakaweze kusomea uh, udaktari bingwa wa kutoa dawa salama za, uh, za, za usingizi na ganzi. Kwa hivyo jitihada hizi kwanza ni kwa walimu wa wanafunzi wakingali kabisa wakiingia katika vyuo, hilo tunalifanya. Lakini pia baada ya kumaliza masomo kuna ule mwaka wa moja ambao wanautumia kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo. Hospitali nyingi zimeanza kuwa na utaratibu wa kuwachukua uh, hawa madaktari ambao sasa wamemaliza miaka uh, mitano, kuanza kupita kwenye idara hii, idara ambayo pengine uh, katika hospitali nyingi kwa imesahaulika, ya utoaji wa dawa za usingizi na ganzi. Tunafikiri tukiwaandaa mapema, watafikiria na watakuwa tayari huko mbeleni, sasa kusema acha, uh, nisisomee udaktari, nisisome udaktari bingwa wa wanawake, nisisomee uh, udaktari bingwa wa magonjwa ndani, acha sasa nikasomee udaktari bingwa wa dawa za usingizi na ganzi. Kwa nadhani hilo ni jukumu letu sisi kama walimu kuweza kuwatia shime na, na, na, na kuambia kwamba uhitaji huu ni mkubwa, na njoni sasa tuweze kujiunga pamoja. Kuna uwezekano kama huduma ya dawa za usingizi na ganzi sio salama, waweza ukapewa na akapata madhara na madhara yale yakasababisha mgonjwa kupoteza maisha wakati wa zoezi la upasuaji. Sasa nataka niliweke hapa vizuri, mgonjwa anayekufa wakati wa upasuaji aa, sio kwamba shida pekee ni dawa za usingizi na ganzi. Yaweza ikawa ni kwa sababu ya upasuaji, pengine amevuja damu nyingi sana, lakini pia hizi dawa tunazowapa yaweza zikasababisha kama hazijatolewa kwenye njia salama mgonjwa akapoteza maisha. Ndio maana tunasema ni kitengo nyeti ambacho hakiwezi kuruhusu kosa hata dogo tu, kwa sababu kosa likiwa dogo kwenye hii kada yetu unapoteza maisha, lakini kosa likiwa dogo kwa mtu ambaye amechomwa kasindano tu au anakatwa ka kidole basi kidole hakita, hakita kuwepo, lakini ataendelea kuishi. Sisi ni nyeti kwa sababu kosa dogo tu linagharimu maisha ya mgonjwa na anakuwa hayupo duniani. Fani yetu ni adimu sana na ni fani muhimu katika nchi yetu, maana bila niye vyumba vi vya upasuaji yanakuwa majengo mazuri yasiyoweza kutoa huduma sahihi kwa wakati. Serikali ya <todimu. <todimu. awamu ya sita imeendelea na kuendeleza juhudi za kuboresha na kuimarisha huduma za dawa za usingizi na ganzi na kwa kununua mashine za kisasa uh, hadi ngazi za vituo vya afya, uimarishaji wa rasilimali watu kwa kusomesha madaktari bingwa na bingwa wabobezi, hasa katika fani ya watoto, kuweka kozi za muda mfupi ili kuzalisha watoa huduma katika ngazi ya msingi. Juhudi zote hizi zinakuja na changamoto zake, kuwa bado tuna uhaba mkubwa wa madaktari bingwa na madaktari bobezi katika fani hii. Aidha, watoa huduma waliopo ngazi, katika ngazi ya msingi wamekuwa bado ni wachache, na katika uchache wao wanapata changamoto mbalimbali katika kuhudumia wagonjwa. Mkutano kama huu ni fursa adhimu kutukumbusha wajibu wetu kupunguza mapungufu tuliyonayo katika utengenezaji wa kazi, utekelezaji wa kazi na kujadiliana namna bora za kutatua changamoto ndogo ndogo tulizonazo katika kutekeleza majukumu yetu ya kila siku. Mkutano unatoka fursa za kutafakari uchache uliopo kati ya taaluma hii muhimu na kutoka na mbinu mbalimbali za kuongeza idadi na, na si hivyo tu, idadi ya wataalamu wenye uweledi wa kutosha.